Ya uh, mchezo wa leo umenifurahisha, yaani katika ndani ya miaka miwili hii nilikuwa sijaikuta Simba ambayo ninayoitaka mimi ndio hii ya leo. Ndani ya hii miaka miwili yote iliyopita tunacheza fainali shirikisho tu nani, lakini bado nilikuwa bado ile Simba ninayoitaka mimi. Simba ninayoitaka mimi leo ndio nimeiona, imeanza pila biriana futimu inapishana alafu golini golini apakaliki. Yaani apakaliki ya watu mm. watu wanalazi, wanalazimishwa kufungua kufuli. Yaani walikuwa wanalazimishwa kufungua kufuli na hapa bado na hapa bado mm. mtambo haujaiva. Mtambo haujaiva. Simba ile ndio kwa naitaka mimi ndani miaka mingi sijaiona. Alafu yule forward ambaye mm. wa kuziba pengo mara ya mwisho alikuwa Medi Kagere. Alipoondoka Medi Kagere mm. tulikuwa tunapata taabu sana. Kwa eh, hiyo nani ameziba ame ile? Umemwona umemwona Sowah. Anaingia, anapiga, analazimisha, anawapa watu misuli, wanakubali muda wote kwenye boksi. Muda wote kwenye boksi. Hata mpira ukienda kwa golikipa bado yeye anamfuata golikipa hapa mm. katika tuko na mafuadi mpira mm. mabeki, mabeki wana relax, mabeki timu pia wana relax mm. kwenye boksi kwa hiyo umeridhika na kiwango cha Jonathan Sowah? Nimeridhika nacho, nimeridhika nacho kabisa. Na nilikiona tangu iko Singida, nilikiona tangu yuko Singida, tangu yuko hata nasajiliwa, nikasema sasa tuna, tumepata mtu wa kuja kuziba yule pengo la Medi pen, Kagere linakuja kuzibika mzangu Malinyi, je, kocha aendelee kubaki e, e, matola kuwa kocha mkuu ama unahitaji kocha mwingine? Ah, bado swala la kocha mkubwa lazima aje, swala la kocha mkubwa lazima aje. hmm. kwa sababu hii mipira ina mbinu nyingi hmm. tunashiriki mashindano ya kimataifa, Simba kama Simba lazima ilete kocha mkubwa mwenye CV kubwa za juu hmm. na kocha ambaye alishapata mafanikio ndani ya klabu bingu ndani ya hii Afrika au nje ya nchi Sawa kwa wazungu, sawa sawa. Unaona, mimi nafikiri sasa hivi viongozi wetu wako kwenye mchakato wa kuchuja makocha. Nafikiri sasa hivi kwenye email ya Simba maombi mengine hayaingii tena, maki yamejaa. Sasa ni viongozi tu kufanya mchujo. Kwa hiyo message zimejaa kwenye email e, yani maombi yamejaa maombi, na watu bado wanatuma lakini hayapokei hay, hayapokelewi tena, maana kitu kwa kuingia hakuna, mafaili yamejaa. Kila kocha anahitaji eh, kila kocha anakuja kufundisha Simba, Simba kubwa Afrika, bwana, klabu Af Afrika ya tano, kuja mchezo, siku za mchezo hapa. Sasa ni kazi kwa viongozi wa kufanya mchujo hmm. mzuri kumwangalia kocha gani mwenye CV nzuri na aliyekwisha wahi kupata mafanikio hmm. kwa sababu unaweza ukawa na CV kubwa lakini ukakosa bahati, kwenye makocha huwa wanakosaga bahati hmm. sawa sawa Wanakosa ka bahati unaweza kocha mkubwa lakini usichukue usiho na mafanikio, lakini anaweza kocha CV zake sio kubwa sana lakini akapata akaja pop, pop, pop, pop, fainali, fainali, bahati akaja pop fainali, fainali anachukua ndoo, bahati. Je, ushindi wa leo ni mwelekeo wa kuona ubingwa wa msimu huu ambao umeanza na kombe la klabu bingwa barani Afrika? kabisa sio, sio, sio, ushindi tu wa leo, usajili tu ulipokamilika usajili ulipokamilika, jicho la kocha, aliondoka aliyekuwa kocha mkuu Fadu Davis, na mwenyewe tajiri mwekezaji modeuji, wamefanya usajili babu kubwa, kwa sababu hawakuwaachia watu wapiga panga. Usajili wameufanya wenyewe, matokeo hapa tunaanza kuyaona, matokeo tunaanza kuyaona. Hakuna, e, hakuna makandokando, hakuna 10% moja kwa moja, walinyosha mia mbili, imetumwa mia nne mezani hakuna makandokando, kwa hiyo wanakuja kutumikia. Kwa hiyo tunakuja kuikuta Simba bora kabisa safari hii, tunakuja kuipata Simba ambayo ya kufika fainali klabu bingwa safari hii, haina mjadala hapana. Lakini, upo, hapana hapana, eh, kwa sababu gani? mpira gani aliocheza ili kukimbia kimbia, wanapiga mipira nje, si umeona mpira kupiga mpira nje lazima? Ah, kwa sababu katika mpira, sikiliza <tumele>, mnapocheza wawili okay wale nao ni watu hawezi kucheza Simba na mshambulia Fountain Gate tu, ama tushambuliwe, ni vitu vya kawaida kwenye mpira, ni vitu vya kawaida kwenye mpira, lakini umeona walipopigiwa lile bol mwisho wakakaa nyuma tu, wakaleta mchezo wao wa kukaa nyuma. Sasa makocha wanamwambia kaeni nyuma, tutata draw safari. Hakuna draw safari, hakuna draw. Sasa kafunguka, ndio ile. Sasa kafunguka, ndicho kichomkuta hicho. Aendelee kukutana nami afunguke tu maana, mm -hmm. safari ukifunguka, mm -hmm. ukikaa nyuma unafungwa. mm -hmm. Yaani vyovyote utakavyokaa lazima ufungwe tu. mm -hmm. Tunazilazimisha kupata point tatu, lazima tupate kwa muziki ule pale. Yaani, sina shida. mm -hmm. Tutavunja champagne sana hapa Taifa, tutavunja champagne sana hapa Taifa. Watu wache, unafanya sherehe zetu. mm -hmm. Wasitutoe nje mapema. mm -hmm. Watu wache, sawa. mm -hmm. Sawa so, so? mm -hmm. Kabisa nakwenda kushinda, sina masiala sina masiala. Sitarudia tena makosa ya Jwaneng Galaxy, sitarudia tena makosa ya UD Songo, sawa sawa, sitarudia makosa yale ya Sita ya kama ulivyoona nilivyokwenda kule. Sawa, ni tumewaheshimu wale, mchezo uliokwenda kucheza kule Botswana, sisi tulijifanya sisi ndio wao na wao wawe sisi, wao ndo kama wakubwa Afrika. Umeona kilichotokea na wanakuja hapa, tunawaheshimu vile vile, tutawaheshimu vile vile, tutajifanya sisi kama underdog, wao wakimbie kimbie, tunatupia mbili, tumemaliza biashara kabisa kabisa. Na ndio anakuja kuua huyu, kwa sababu hata wengine wameniuliza maswali hayo kwenye interview nyingine, kwa nini jiona sasa. Wale wakaambia, ah, kwenye mapigano, ujanja wa kivita huwezi ukamaliza silaha zote. Kuna silaha nyingine kwa maangamizi maki, hiyo unaona kabisa. Sasa majeshi yako yote yameshindwa sasa hapa ili, ili, ili, ili, ili, sasa watu, watu, watu wasichukue yeah, eh, wasitawale mm. hata ndio unakwenda kuchukua hata umoja mataifa kulalamikia, mm, wacha kulalamikia, unapiga ume... moja tu unamaliza, umeona kafunga goli. Si umeona lile goli kalifunga katika mazingira magumu? Lile goli kalifunga katika mazingira mepesi? Wewe umeona no legoli ndani ya mabeki watatu, ndani ya mabeki watatu pale, wamekaba kawapindua pale pale, yani kachekecha huku kachekecha, msuliuku akubali akaja mtapaka ja akapiga shoto kalazimisha. Mimi sio nilimpa jira yule mtu, kama washambuliaji wa Ulaya eh, washambuliaji wa Ulaya sio dembele dembele wa juzi tu. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Christian Janka, Christian Janka wa Bayern Munich, huyo Mjerumani ni hatari. Mabeki wote wakina John Terry, mabeki bora duniani wakina lio Ferdinandi walikuwa wanalalamika, ukicheza na huyu ukicheza na huyu na, uk, uk, fowadi ni hatari kwa sababu ile fowadi mpira vyote unavyokuja huwezi kutegemea akatuliza yeye. yeah, anaweza kupiga vyovyote mpira unavyokuja hivyo hivyo ak kimtuma